Ndugu zangu wapendwa, wa ushirika wenzangu kwa ushirika huu wa KKKT Msasani, ninamshukuru Mungu kwa ajili yetu, yeye aliyelinda uhai wetu akatunza afya yetu, kushuhudia majira haya ya majilio, kipindi ambacho tunaandaliwa kwa ajili ya maadhimisho ya Krismas tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo tutatanguliwa na ile siku ya tarehe ishirini na nne usiku, tutakapokuwa na ibada hapa saa mbili usiku mpaka saa nne usiku. Ni kipindi ambacho tunakumbushwa kuhusu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoadhimisha ujio wake wa kwanza, ni wakati ambapo tunakumbushwa kuhusu ujio wake kwa mara ya pili. Kwa hiyo kujiandaa vyema Yesu Kristo atakapokuja kwa mara ya pili basi tuwe tayari kumlaki. Niendelee kuwatakia maandalizi mema ya maadhimisho, mioyo yetu iandaliwe vyema katika hasa kimsingi kusubiri ujio wa mara ya pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno ambalo linatuongoza katika salamu hizi ni kutoka kitabu kile cha Isaya sura ya tisa aya ya sita na neno la Mungu linasomeka, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba milele, wa milele, mfalme wa amani. Napoadhimisha, ni maombi yangu Mungu atuwezeshe kwa Roho yake Mtakatifu kuendelea kutukumbusha la Kipasaka ili atakapokuja mara ya pili atukute tu tayari na kwa kweli tumejiweka sawasawa, hatujatengeuka huko kwa namna yote na kuiacha imani, kwamba tunaendelea bado kulikili jina la Bwana Yesu Kristo, katukawa na mwisho mwema wa kupita kutoka hukumuni kuingia wazimani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki sana.